mtihani wa taifa darasa la saba kama jinsi yanavyoonekana katika video hii. Kwa hiyo hapa tutaweza kuona matokeo ya shule zote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 namba zangu zipo katika linki ya description ya video hii, lakini pia unaweza ukajiunga na grupu letu la WhatsApp ili kuweza kupata update zote. Kwa mfano kama shule hii ya A+ Academy, A+ Academy, tuweze kuangalia matokeo yake baraza la mitihani examination, hiyo A+ Academy adem uh, kama unavyoona grade A, hakuna grade B hapa Msichana mmoja mvulana mmoja, jumla wako wawili. Grade C msichana mmoja mvulana mmoja, jumla wawili. Kwa hiyo shule hii ufaulu wake ni mdogo sana, kama jinsi unavyoona hapa, ni shule ambayo ina ufaulu mdogo sana. Shule hii ufaulu wake ni mdogo sana. Kwa hiyo shule zipo zote, shule zote za Zanzibar zipo hapa, matokeo yake utaweza kuyaona hapa, na mimi linki nimekuwekea katika description ya video hii ya kuweza kuangalia matokeo haya. Katika video inayofuata, nitaweza kuonyesha linki ambayo inaonyesha matokeo haya, nitaweza kukuonyesha katika video inayofuata, okay.